Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Dominika ya leo ni ya ishirini na tisa ya mwaka che. Masomo ya leo ni Kutoka sura ya kumi na saba aya nane hadi ya kumi na tisa na Timotheo wa pili sura ya kumi na nne aya nne hadi ya pili na Luka sura ya kumi na nane aya kwanza hadi ya nane. mavazi ni kijani. Muktadha: mwezi wa Rozari Takatifu, sinodi ya jimbo katoliki Moshi, na jubilei kuu ya imani. Utangulizi: ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha dominika ya 29 ya mwaka wa kanisa wakati ambapo Bwana anatualika tuwe watu wa sala isiyokoma, imani isiyotikisika, na matumaini yasiyokata tamaa. Ni dominika inayetufundisha siri kubwa ya kushinda vita vya maisha, si kwa nguvu za mikono, bali kwa kuinua mikono ya sala. Tuko katika mwezi wa Rozari Takatifu, tunashiriki pia katika sinodi ya jimbo letu la Moshi, na tunaendelea na jubilei kuu ya imani, mwaka wa neema ambapo Papa ametuandalia. Zaidi ya yote, tunaishi pia katika kipindi ambacho taifa letu linajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu. Zaidi ya yote tunaishi pia katika kipindi ambacho taifa letu linajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu. Hivyo ndugu zangu, leo Bwana anatuita tuwe watu wa sala, imani na uadilifu, kwa maana taifa lisilosali linaweza kuamua vibaya na kanisa lisilosali upoteza hupoteza nuru yake. Mosi, mikono ya Musa na mikono yetu leo. Kutoka sura ya 17 aya nane 8 hadi 13. Ndugu zangu, wakati wa Israeli waliposhambuliwa na Wamaleki Musa alipanda mlimani na akaunyanyua mkono wake juu. Wakati mikono yake ilipoinuliwa, Israeli walishinda. Iliposhuka, adui alipata nguvu. Ni picha ya ajabu ya nguvu ya sala. Musa aliomba, lakini akachoka. Hapo ndipo Haruni na huru walipomsaidia, moja kulia, mwingine kushoto, ili mikono yake ibaki juu hadi jua likazama. Ushindi wa Israeli haukutokana na upanga bali kutokana na mikono iliyoelekezwa juu mbinguni. Leo, ndugu zangu, Dunia yetu inakabiliwa na vita vya aina ile ile, si ya upanga, bali ya ubaya, rushwa, chuki, ukabila na tamaa ya madaraka. Nani ataunyanyua mkono wa sala kwa ajili ya Tanzania? Nani atabeba mikono ya viongozi wetu ili wamwogope Mungu na wapende haki. Kila mzee, kila mama, kila kijana, kila mtoto anayepiga rozari anakuwa kama Haruni na Huru, akisaidia mikono ya taifa hili ibaki juu mbele ya Mungu. Kwa hiyo tusichoke kusali, tusichoke kuinua mikono yetu. Familia isiyo sali ni uwanja wa vita ulio wazi bila ngao, parokia isiyo sali ni jengo lisilo na paa, na taifa lisilosali ni boti iliyovunjika kati ya mawimbi ya bahari. Pili, endelea na yale uliojifunza Timoteo wa pili sura ya tatu aya ya kumi na nne na sura ya nne aya ya pili. Mtume Paulo anamwambia Timoteo, endelea na yale uliojifunza na kuamini kwa. Anamkumbusha kwamba maandiko matakatifu ndio chanzo cha hekima ya uokovu. Katika dunia ya leo, ambayo kila mtu ana maoni yake, tunahitaji kurudi kwenye neno la Mungu kama dira ya kweli. Tunapoelekea uchaguzi, watu wengi watatamani masikio ya watu kwa maneno matamu, ahadi za uongo na siasa za udanganyifu. Lakini Mkristo anatakiwa asimame katika ukweli, katika imani na katika upendo, na katika haki, kama Paulo anavyosema: ubiri neno, uwe tayari kwa wakati ufaao na usiofaa, kemea, karipia, fariji kwa saburi na mafundisho. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha Sinodi na Jubilei ya Imani, tunaitwa tuwe watu wa kusikiliza Roho Mtakatifu, si maneno ya watu. Tusimame kama Timotheo, vijana wa leo wanaitwa kuwa washindi wa ukweli katikati ya ulimwengu unaozama katika kelele za siasa na pesa. Tatu, Yesu akawaambia wasali pasipokukata tamaa, Luka sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya nane. Yesu anatupa mfano wa mjane aliyemfuata hakimu asiyemcha Mungu. Mjane huyo hakuwa na nguvu wala jina wala pesa, lakini alikuwa na moyo wa sala usiokata tamaa. Aligonga gonga mlango tena na tena, hadi hakimu akasema, Nitampatia haki yake asijakanichosha kwa kuendelea kuja. Huu ni mfano wa imani inayoshinda, imani inayosisitiza: Bwana, sitakaa kimya hadi uone, hadi utende. Ni wito kwetu tusichoke kusali kwa familia zetu kwa taifa letu, kwa kanisa na kwa dunia. Leo ndugu zangu wapendwa, Yesu anatupigia kelele sisi wote, lakini mwana wa mtu atakapokuja, je, ataikuta imani duniani? Wakati mwingine tunasali kama tunavyotuma SMS tukidhani Mungu amekosa bado, hajibu haraka, lakini Mungu hufanya kazi katika ukimya, pole pole, kwa hekima yake. Rozari, ndugu zangu wapendwa, ni shule ya subira. Kila salamu Maria ni kupumua kwa imani nne mwezi wa rozari shule ya imani isiyochoka. Mama Bikira Maria ametuonyesha mfano wa mwanamke ambaye hakukata tamaa. Alisali Nazareti, alisali Kana, alisali chini ya msalaba, na leo anatusihi ombeni, ombeni, ombeni. Rozari ni bunduki ya kiroho, kama alivyoandika Mtakatifu Padre Pio, Rozari ni silaha yangu. Wakati huu wa uchaguzi, ndugu zangu wapendwa, tusitumie maneno kama risasi za chuki, bali tutumie mwezi wa Rozari kama fursa ya kusafisha mioyo yetu. Tanzania inahitaji watu wa sala zaidi kuliko wanasiasa. Na kama waamini tusisali tu kwa ajili ya mgombea wetu, bali kwa ajili ya taifa taifa, lote ili Mungu atawale juu ya mioyo ya wote. Tano. Sinodi na Jubilei ya Imani safari ya moyo neno sinodi linamaanisha kutembea pamoja kanisa la moshi linatembea pamoja mapadre watawa waumini katika kutafuta sauti ya roho mtakatifu tunatembea tukiimba njoo roho mtakatifu tuongoze katika njia ya imani. Katika jubilei ya imani tunakumbuka miaka 25 ya uokovu, tukikumbuka kwamba imani yetu si kumbukumbu kumbu, bali ni moto unaowaka leo. Tumeitwa kuirudisha imani hai imani inayotenda kazi kwa upendo. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliwahi kusema, usiogope, fungua milango ya moyo wako kwa Kristo. Tanzania inahitaji Wakristo wanaofungua mioyo yao si tu kwa sala, bali pia kwa matendo, kupiga kura kwa uadilifu, kusaidia maskini, kueneza amani na kupinga rushwa. Sita. Maisha ya sala ka, eh, katika siasa na jamii. Wakristo wengi leo wanafikiri kwamba siasa ni kitu cha dunia, si cha kanisa lakini kanisa linatufundisha kwamba siasa ni njia ya juu kabisa ya upendo wa jirani, Papa Piusi wa kumi na moja. Kwa hiyo Mkristo anayepiga kura kwa uaminifu, anayapinga rushwa, anayaheshimu haki, ni mtu anayesali kwa matendo. Ndugu zangu, tusichanganye dini na siasa, bali tuiweke imani yetu kwa kuwa mwanga wa, wa siasa. Tusiwe kama wale wanaotumia dini kuficha tamaa zao, bali tuwe kama wale wanaotumia imani kujenga taifa lenye maadili. Kila kura ni sala, kila uadilifu ni sala, kila tendo la huruma ni sala, na kila mtu mwaminifu kwa dhamiri yake anakuwa Musa wa kizazi chake anayeshikilia mikono juu kwa ajili ya taifa. Saba, wito wa amani hai. Ndugu zangu wapendwa, leo Bwana anatuuliza swali zito: mwana wa mtu atakapokuja, je, atakuta imani duniani? Atakuja akipita kwenye familia zako, kwenye ofisi zako, kwenye kura zako Atakuta nini? Atakuta ibada za maneno au ibada za matendo? Atakuta rozari mikononi, lakini rushwa mfukoni? Atakuta nyimbo za kanisa midomoni, lakini chuki mioyoni? Leo tujiulize kwa unyofu: je, mimi ni Musa wa familia yangu ninayeinua mkono mbele za Mungu au mimi ni yule Amaleki anayeleta vita? Nane maonyo ya kichungaji. Mosi, salini bila kuchoka, bila kila familia kila parokia iwe na dakika za kusali rozari kila siku Pili, someni neno la Mungu. Kwa maana Biblia ni ramani ya maisha. Tatu, heshimuni dhamiri zetu katika uchaguzi. Kura ni kitendo, ni tendo la ibada, si biashara. Nne, wasaidieni viongozi kusimama katika ukweli kwa maombi na ushauri wa upendo. Tano, wapendeni wote hata mnaokosa kuwaelewa. Sita, tuwe waaminifu katika sinodi ya Moshi, tusikilize sauti ya Roho, si kelele za ulimwengu. Saba. Andaa moyo, ishi kwa matumaini katika mwaka huu wa jubilei ya imani kwa toba, huruma na upendo. Nane. Mpendeni Mama Maria kwa kusali rozari, kwani yeye ni mlinzi wa imani yetu. Hitimisho. Ndugu zangu wapendwa, safari yetu ya imani siyo mbio za dakika, bali ni matembezi ya maisha yote. Tuwe kama Musa tukishikilia mikono yetu juu kwa sala, tuwe kama Timotheo tukidumu katika mafundisho ya kweli, tuwe kama yule mjane, tusikate tamaa hata Mungu akikaa kimya, na tuwe kama Maria, tusimame imara chini ya msalaba tukisali rozari zetu kwa imani. Basi ndugu zangu wapendwa, tuendelee kusali kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya Kanisa. Na kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mungu atubariki sote, atupe viongozi wanyofu, familia zenye amani na mioyo yenye imani hai. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wacha nimalizie kwa mwaliko, ndugu zangu endeleeni kufuatilia mafundisho na tafakari kupitia Habari Njema Channel. Pale tunajifunza, tunasali na tunajenga imani yetu. Subscribe, share na ueneze neno la Mungu. Bwana wabariki, na Mama Dekira Maria awafunike kwa Rozari Takatifu. Amina.